Kwa majina naitwa Pendo Paulo, ni mkaaji wa kijiji cha Mgabanya, wilaya Meatu, mkoa wa Simiyu. Ndugu wa Tanzania, ilikuwa tarehe sita mwezi wa tatu, elfu mbili na ishirini na tano muda wa saa kumi na mbili jioni, nilipigiwa simu kwa namba 0752353251 na huyo mtu alijitambulisha kwa majina anaitwa Mussa Mbuga. Mazungumzo ilikuwa ni kama ifuatavyo: aliniuliza bila shaka, naongea na Pendo Paulo? Nikamwambia ndo mimi. Akaniuliza JKT, umekaa miaka mingapi? Nikamwambia nimekaa miaka miwili akaniuliza unajua kutumia silaha? Nikamuuliza, kuna shida gani? Akasema, nijibu bora, usiogope, nataka nikupe kazi, mimi nitakulipa pesa yoyote utakayotaka, ila nikukabidhi silaha ukafanya mashambulizi kwa Luhaga Mpina, mbunge wa jimbo la Kisesa. Nikamwambia siwezi nikafanya kazi haramu kama ile, kama una pesa akakata simu. Aivyokata simu mi nikampigia hakupokea. Nilikaa na hilo jambo ndani ya siku nne bila kumwambia mtu yeyote. Tarehe kumi na moja mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano mida ya saa tano asubuhi nilipoti hilo jambo kituo cha polisi Meatu na nilipokelewa na afande Shafii nikamweleza shida yangu. Baada ya kuripoti kituo cha polisi, niliambiwa nitapigiwa simu siku ya Jumatano. Siku ya Jumatano ilipita, sikupigiwa simu wala sikupewa taarifa yoyote. Tarehe kumi na tatu mwezi wa tatu nikamtafuta fande Shafii nikamuuliza kinachoendelea. Majibu alionipa ni kwamba nisubiri nitapigiwa simu. Sikukate tamaa, nikampigia simu mkuu wa kituo cha polisi wilaya meatu tarehe kumi na tatu mwezi wa tatu, yeye akasema nisubiri nitapigiwa simu toka nitoe taarifa kituo cha polisi Meatu. Leo ni siku ya nne sijapewa taarifa yoyote zaidi ya mimi kufuatilia. Najiona nipo kwenye hatari kubwa zaidi kataa mipango ya uhalifu kwa mtu mwenye uwezo mkubwa wa fedha, na mimi nikiwa mtoto kutoka familia maskini. Na hivyo nalileta hili jambo kwenye umma wa mataifa, mamlaka mengine ya serikali, na ifahamike mbele ya umma kuwa endapo kutakuwa na kitu kibaya zaidi yangu, ifahamike kuwa aliyehusika si mwingine bali ni Mussa Mbuga. Jambo hili linaleta hofu sana kwangu, hasa kwa kipindi hiki watu kutekwa na kupotezwa, mauaji ambayo hufanywa na watu wasiofahamika. Naomba msaada kwa serikali, viongozi wa dini na mashirika ya kutetea haki za binadamu kama mimi nilikataa, mpango huo sijui kaandaa watu wangapi wa kwa ajili ya uhalifu, au mi baada ya kukataa hilo jambo alinifikiriaje? Kiufupi sina amani, maana nahisi nipo kwenye hatari. Naomba msaada kwenu.